Tofauti wa au tuseme tofauti wa suluhisho la yeah, tatizo katika jamii. Na ni kwa nini kuna umuhimu wa kutoa mawazo chanya kwa vijana? Ni muhimu kwa sababu matatizo yako mengi. Vijana wana matatizo mengi, dunia ina matatizo mengi sana ambayo kama vijana tunatakiwa sisi tulete masuru yani, tulete masuluhisho kwamba jamani, kuna jambo fulani la sumbua jamii, lazima sisi kama vijana sasa tuangalie, je ni ni namna gani tunaweza kuleta suluhisho ya tatizo fulani katika jamii. Okay. Kwa hiyo tutakuwa ni mawazo chanya pale ambayo itatatua tatizo fulani katika jamii, kama matatizo la umaskini, kama vijana tuna, tuna, tuna wajibu gani? Tuna nafasi gani ya yeah, kuweza kutatua tatizo hilo katika jamii, kama ni kule tu kuanzia mambo tuan, biashara tuanzishe, mm-hmm. Kuingana na kila mmoja na kusudi lake. Sasa yeah, uh, katika tafiti zenu ambazo mmekuwa mm-hmm. mkizifanya kuna uhusiano gani kati ya mazingira anayoishi kijana na mrengo wake wa, na mrengo wa mawazo yake? kuna uhusiano mkubwa sana. Ndiyo. Mazingira na utimizaji wa malengo vinaendana kivipi? Ni kwamba kuna ba, kuna aina ya mazingira ambayo mtu akiwepo kama kijana anaweza kutimiza malengo yake, na tukizungumzia mazingira, tuzungumzii tu maeneo, tunazungumzia pia mazingira kwa maana iye yanazungukwa na watu gani? Ndiyo. Anaishi sehemu gani? lakini pia katika ufahamu wake ana nini? mm -hmm. pia katika ufahamu unaita ni mazingira, ni ufahamu tunaita dunia yako wewe, katika yeah. mawazo yako unawaza nini? yeah. kwa huyu mtu tutafuatana sasa. Jambo la msingi la kumsaidia huyu mm -hmm. ni namna gani ya kubadilisha mtazamo na mazingira katika ufuka, katika akili yake mm -hmm. lakini pia ajue ni akina nani ambao ashirikiane nao kutimiza malengo fulani. Ndio. Yeah. Kwa kama hatajua haya, anajikuta malengo yake aliyoweka yanaharibika. Mm -hmm.